Na karibu sana local content kwa update kuhusu Red Devils, Manchester United stori nyingi, taarifa nyingi zinapatikana hapa hapa kuhusu Devils, lakini kama unataka kuchangia kusaidia kukua kwa local content, tunahitaji kununua vifaa sasa, ili tuweze kutengeneza studio nzuri kwa ajili ya kutoa vitu uh, vizuri vizuri. Kuna namba ya lipa namba hiko chini hapo, lipa namba ya Vodacom unaweza ukalipa uh, na kusaidia kununua vifaa ambavyo vitaijenga local content, lakini pia kwa wewe mgeni usiache kusubscribe, kulike kushare na kucommenti. Kwa siku za hivi karibuni uh, usajili wa mshambuliaji Hugo Ekitike umekuwa ukitajwa sana. Sasa swali, je, Hugo Ekitike ni mchezaji sahihi wa kujiunga na Manchester kwa gharama ya paundi milioni themani na tano ambayo ni euro milioni mia moja. Leo tunachambua kwa kina zaidi tunaangazia mabao aliyofunga Uh, nini kuhusu mbinu zake, thamani na mustakabali wa jumla kwa mchezaji huyu kuelekea United. Takwimu za msingi za Hugo Ekitike kwa msimu wa elfu mbili ishirini na nne elfu mbili ishirini na tano akiwa na Frankfurt alicheza michezo thelathini na mitatu akaenda kambani mara kumi na tano huku akifanya pasi za usaidizi nane ama wenyewe tukisema asisti kama ambavyo tumezoea lakini katika mchezo huo 33 tatu Hugo alipiga penalti tatu na mmoja tu ndo alifanikiwa kwenda kuikwamisha kwe kambani. Ametengeneza mashambulizi elfu moja uh, mia moja na sita kwa ujumla na akifanya sprint mara mia saba na hamsini na saba intensive runs alifanya mara elfu moja mia tisa themanini na sita kwa kiwango chake cha kukimbia anakimbia kwa spidi ya asilimia 35.53. Kwa lisani mmoja, ni mwendo wa mshambuliaji ambaye ana nguvu na uwezo wa kukimbia nyuma ya mabeki. Aina ya uchezaji wake ni aina ambayo Manchester itafaa. Ekitiki si mshambuliaji mbaya. Ekitiki ni striker ambaye anasubiri mpira na ni mzuri sana kwenye miguu, anatumia nguvu na ana uwezo wa kupiga mashuti na mipira ya nguvu. Takwimu zake zinaonyesha Uh, zile tackle zone alipata ali, ali won tackle uh, mia mbili na tisini na tatu ni za ajabu kwa mshambuliaji kuweza uh, kufanya hivyo. Anaonyesha uwezo wa kuanzia juu uh, kwenye kwenye kuleta pressure ambayo Amorim kimsingi anapenda kwenye kikosi chake ambacho anakuwa nacho, anaweza kucheza kama namba tisa na kushuka chini ama anaweza kucheza kama namba tisa mwongo, anamuita force namba 9. Uwezo wake wa aerial uh, zile aerial dues amewon uh, mara hamsini na moja, ikiashiria ni mshambuliaji ambaye anaweza kuleta shida katika mipira ya kona ile ya juu pamoja na mipira ambayo itakuwa inakuja moja kwa moja. Lakini swali, je, inatosha hivi vitu kuweza kulipwa paundi milioni 85 euro milioni mia moja? Je, dili la Manchester hm? Inalingana na hii kitu. Je, ni thamani halisi kumnunua mshambuliaji huyu kwa milioni 85? Pauni milioni 85 ni pesa nyingi, ni pesa kubwa, hasa katika dirisha hili la sasa aa, tunategemea kwa fedha kama hii aa, kiwango hichi kingeweza kwenda kwa mshambuliaji ambaye ana impact ya moja kwa moja kwenye timu kama ilivyokuwa kwa Erling Brot Haaland, kutoka Borussia kwenda Manchester City. Unajua ana impact ya moja kwa moja lakini mtu kama harikeni unatarajia kupata impact ya moja kwa moja kwenye dau hili. Hali kadhalika hata Kylian Mbappe ingewezekana kwenye dau hili, ingekuwa ni sahihi. Swali jingine, je, Ekitike anaonyesha consistency ya kutosha a, kwa dau hili ambalo lipo magoli kumi na tano, si haba. Shots alizopiga alipiga mia moja na kumi na tano ambazo ni takriban wastani, sio mbaya sana a, na, na, na inasemekana efficiency yake katika upigaji ilikuwa ni asilimia saba tu pointi sita, ambayo si ya juu sana kwa mshambuliaji, haivutii sana, lakini bado inaonekana kama ni raw material hivi. Yani ni, ni product ambayo inahitaji kwenda kuzalishwa zaidi, ili kuweza kufikia kufikia kuwa katika piki ya juu. Bei yake au thamani yake inachangizwa na umri wake na kasi ambayo ilionayo na potential, lakini si mafanikio ya wazi kama mshambuliaji ambaye ameprove katika soka la Ulaya katika season iliyopita au tangu ameanza akokua. Sasa swali la msingi, je, Manchester wanamhitaji mchezaji huyu kwa sasa? Manchester wanamhitaji Hugo kwa sasa? Manchester kwa sasa wanahitaji mshambuliaji wa kufunga mara moja, si mshambuliaji ambaye hajakomaa tayari yuko Rasmus Hojlund ambaye pia naye anapitia mafunzo kama Ekitike atakapokuja, kwa hiyo itakuwa ni kama una watu wawili ambao wanafanana kiumri, lakini pia bado wanahitaji makuzi ili kuwa beast, kuwa washambuliaji bora, na huenda wakashindwa kusaidiana. Kwa hiyo lengo kama ni kumleta mshindani wa Rasmus Hojlund basi kuja Ekitike itakuwa ni jambo sahihi, lakini kama Manchester wanataka kutafuta solution ya shida ya kufunga magoli, basi wanaweza kuwa wanarudi katika hatua ambazo tayari walikwisha kuzipiga kwa kuwa na watu kama Rasmus Højlund. Lakini kama wanatafuta potential, bado ni ngumu. So Manchester hawapaswi, hawapaswi kuwekeza kwenye potential zaidi ya experience kwa sasa. Hivyo tunaweza tumepata majibu lakini je, usajili wa Ekitike utakuwa ni hasara ama faida? Kama atakuja, usajili wa pauni milioni themani na tano wa mshambuliaji huyu bado itakuwa ni kamari. Ana spidi, ana nguvu, ana work rate kubwa, ana potential ya kuwa world class player, lakini bado Manchester kama wanataka kubadilika kwa haraka, huu si usajili ambao unaweza ukawa ni usajili bora kwa sasa. Kama wanahitaji mtu wa kukua na, na timu basi huu ni usajili sahihi, lakini kama unataka kusolve tatizo kwa sasa, basi haiwezekani Ekitike kuwa bora zaidi. Je, unaona thamani ya Ekitike ni hii pesa ambayo inatajwa? Unafikiri vipi? Je, ni bora kwa Manchester kutumia fedha hiyo kununua mchezaji mwingine aliyekomaa zaidi kama Jean Philippe Mateta ambaye anaweza kumpata kwa dau dogo, au kutafuta striker mwingine ambaye anaweza kuwa ameprove ili kuja kuisaidia Manchester katika nyakati hizi ngumu? niandikia hapo chini Thamani ya milioni 85 inayotajwa inahitajika kumnunua Ekitike, au Manchester aende wakatafute striker mwingine wa, wa bei chini ambaye atakuja kuisaidia kufunga magoli mengi. Usiache kusubscribe, like, share na kucomment, lakini unaweza kuchangia harakati za local content kukua ili tuweze kununua vifaa kwa kupitia uh, namba ya lipa namba ambayo iko hapo chini. Usiache kusubscribe. Kwaheri kwa sasa.